ivara <tipa> kirogo na kichu. Amen. Um, laba tuanzie kwenye binti mwerevu. Wewe ukisikia binti mwerevu una- una- unafikiri ni vitu gani? Yaani ukisikia binti mwerevu, haya tuelewe kwenye semina, binti mwerevu, binti mwerevu au mwerevu mwanamke

Mwelewa, eh? Sawa kabisa, eh? Tuelewa, eh? Mwerevu. Kisikia mwerevu. Mwerevu, mwerevu. Mtu huyu ni mwerevu. Unasikia nini? Eh? Mtu huyu ni mwerevu. Ana akili. Eh? Ana akili. Eh? Makini. Eh? Ni makini. Naam. Anajiongeza. Eh? Yeye anaweza akawa kwenye jambo hili kufanya jambo litokee. Huyu ni binti mwerevu ni mwanamke mwerevu mwana mwerevu. Kwa sisi kama mabinti na wanawake, tunapaswa tuna kukua na kuwa makini, kuwa wenye uelewa, kuwa wenye akili, kuwa wajanja, eh, kuwa majasiri, kuwa imara, vyote vokikivijumulisha, tunapata hiyo pakeji yetu ya kwamba huyu bwana huyu amepata huyu binti mwerevu sababu anatumia akili zake kufanya mambo yaende, tunapata anatafuta uelewa na kufahamu mambo mbalimbali ili aweze kuhudumia mazingira yake. Huyu ni binti mwerevu. Kwa hivyo tuna kupitia matangamano haya ya binti mwerevu, tunataka kujengana uwezo na misingi ya kiroho lakini pia kiuchumi, ili tuwe na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi lakini pia tuweze kujitegemea na jamii zetu tuweze kufanya maamuzi sahihi, tuweze kujitegemea lakini pia tuweze kusaidia familia zetu na jamii zetu. Ni muhimu sana, unapoendelea kukua katika maisha, haukui tu ili ujifaidie wewe mwenyewe. Wewe kama mwanamke, taifa linakutegemea, familia inakutegemea, lakini pia jamii inakutegemea. Kwa hiyo chochote ambacho nakisikia katika maisha itakusaidia kuweza kufanya maamuzi kwa sababu katika maisha kila siku maisha yamejaa kufanya maamuzi.